Naomba uangalie wa polisi wawili hawa aa, wanaokwenda hao, boom, wamemuua huyo kijana. Haya maandamano kwanza kabisa yalikuwa ni kuhusiana na ile swala la Albert Ojuan kuuawa akiwa mikononi mwa polisi. Kwa hiyo maanake huyu kijana kuuawa, moto umeongezewa petroli, si ndio? Manake kabla sijaongea sana, naomba kidogo nivae viatu vya wanausalama. Ndugu zangu, kazi ya usalama ni ngumu kuliko zote, kwa sababu kazi ya usalama unahatarisha usalama wako wewe kwa ajili ya wengine, hiyo ndio maana ya kuwa mwanausalama. Yaani ukiwa mlinzi, ukiwa polisi, ukiwa mwanajeshi, maana yake wewe umetolewa sadaka kwa ajili ya wengine wasiumie au wasidhurike. Hiyo ndio maana ya kuwa mwanausalama, kwanza ile ulijue. Ndio maana mwanajeshi yuko tayari afie je vitani, ili taifa liwe salama, ndio kazi ya mwanajeshi. Sasa tukija kwenye hii scenario, cha kwanza kabisa, kweli kabisa, huyu bwana alikuwa hashiriki maandamano lakini alikuwa kwenye maandamano, sijui nimeeleweka. Yani wakenya wanasema huyu alikuwa anauza, alikuwa anauza maski hizi za za kuvaa watu, kwa sababu unajua mnapokuwa kwenye maandamano, polisi sio anapiga hizi vitoa machozi. Kwa hiyo watu wanachukua advantage, wanakuwa wanauza nini hizo maski sasa, lakini alikuwa yuko ndani ya katikati ya maandamano. Ndugu zanguni, mimi simtetei, mimi simtetei polisi. Tunaangalia tu muktadha mzima wa hii kitu. Mwanausalama anapokuwa kazini, cha kwanza kabisa, huwa hamwamini mtu yoyote. Hiyo ndio sifa ya kwanza kabisa ya mwana usalama. Yaani nenda kafundishwe masuala ya nenda huko jeshini, nenda polisi, nenda kwenye mafunzo ya security, hutakiwi kumwamini mtu yoyote. Anyway wa Kenya, mimi simtetei huyu polisi aliyefanya hichi kitendo. Nguvu imetumika ni, ni kubwa sana lakini, kwa nini polisi wamefanya hivi? Huwa mimi na msemo wangu, hakunaga mabadiliko yasiyo yasiyo igarimu damu. Hicho ni kawaida. Fuatilia historia yako, mabadiliko yeyote yaliyofanyika makubwa sehemu yoyote ile duniani, damu ilimwagika nyingi sana. Sasa tuje kwenye chanzo kikuu cha haya maandamano. Nimeshaongea video zangu nyingi sana kuhusiana na Kenya, naenda kwenye channel yangu yaani special playlist ya Kenya versus Tanzania. Wakenya huwa na waasa, wasipokubaliana na uhalisia wa dunia, watauana mpaka Yesu arudi. Kenya itakuwa ni sehemu ya machafuko yasiyoisha, na siyo Kenya tu Wakenya wenyewe wanajua kabisa, wale mabwana zao wenyewe hawana amani. Angalia Amerika kinachoendelea, ndugu zangu, uhalifu unaoendelea Marekani, ukatili wa polisi unaoendelea Marekani ni wa kutisha. nikitengeneza video halisi ya kinachoendelea Marekani, YouTube sometime wanaifungia au hawai monetize. watu wanaofanya kazi ya YouTube wanaelewa, yani video inaweza ikawa ina run, lakini YouTube hakupi hela. kuna video yangu ya Kenya niliyochapisha ya mwisho ile ya moto YouTube amekataa kunipa hela, si nimeonyesha ukweli? Kwa hiyo ukitengeneza video ukaonyesha uhalisia wa uhalifu uh, unaoendelea Marekani, ushenzi unaoendelea Marekani, YouTube hawataki. Ni kitu gani nataka kukwambia hapa? Wanaoitawala dunia wana njia nyingi sana ya kuhalalisha ushenzi wao, yaani hawa watawala wa dunia, yaani wana njia nyingi sana za kuhalalisha ushenzi wao. Angalia machafuko yanayoendelea Kenya, lakini bado Tanzania katika anga ya kimataifa ni chafu kuliko Kenya. Hujui kwa nini? Watu watajiuliza hivi, kwa nini sisi wa Tanzania tuna sifa mbaya? Usipoteze nguvu sana kujua kwa nini sisi hatupendwe Tanzania iko kwenye box moja na Cuba, Urusi, yaani hao ni blacklisted wa kudumu wa nchi za Magharibi, kwa sababu tulikataa kuendana na masharti ya magharibi kuanzia day one, kuanzia siku ya kwanza kabisa ya kutengenezwa hiyo world order. Yaani world order inatengenezwa, rasmi sisi wa Tanzania tulikataa, kwa hiyo baada ya sisi kutangaza kuwa kinyume na world order kuanzia siku ya kwanza ya Marekani kuchukua kijiti kwamba yeye ndio kiranja mkuu wa dunia, ikabidi tuweke kwenye blacklist kwamba sisi kawaida kabisa ni wapinga watu wa magharibi. Kwa hiyo usipoteze nguvu kujivalidate kwa watu wa magharibi, usitafute validation kwa watu wa magharibi. Mtanzania, tafuta ugali kula, ongeza watu, tusonge mbele, tujiandae kuandika mswada wetu wa katiba, tuandike katiba yetu itakayo tujali sisi kama sisi tukitengeneza katiba ya kujivalidate kujitengeneza yani, kutengeneza mazingira kwamba magharibi watukubali, tutakuwa kama Kenya. Nawambieni ule ukweli, Kenya haitapoa kama wasipokubaliana na hali halisi. Kuna mtu ataniambia hali halisi ni ipi? Hali halisi ni hii, miaka ishirini nyuma ya Kenya, Kenya ya elfu mbili, mimi naijua sana, kwa sababu nilikuwa pale mpakani mwa Kenya na Tanzania. Sisi tulikuwa ni jalala la bidhaa za Kenya, maanake Kenya ilikuwa inazalisha bidhaa kwa ajili ya Tanzania Kenya ilikuwa inazalisha bidhaa kwa ajili ya Uganda, Kongo, Zambia. Sasa zile bidhaa walikuwa wanazalisha kwa ajili ya Tanzania hawazalishi tena. Kwa kifupi, Kenya hali ya ukosefu wa ajira huko juu kuliko mnavyojua nyie. Kuna mtu atanijibu hapo, kwani Tanzania ukosefu wa ajira haupo? Sisi tumeshazoea tangia zamani kwamba Tanzania haina viwanda vingi, hilo linajulikana kwa Mtanzania anavyokuwa anajua kabisa kama ana faili mjini inabidi niende kijijini kalime, maisha imeenda kwa wakenya hiyo alipo wao watajazana pale Nairobi. Matokeo yake ndo haya. Kipindi nina usomi kichwani zaidi ya kuelimika, niliwahi kumshutumu Nyerere hivi, kwa nini tulikaa sana Dar es Salaam? kwa nini hatukuhamia Dodoma mapema? Yaani kipindi hicho nimejaa usomi kweli kweli, sijui sijui dunia inavyoendeshwa kishetani. Lakini tangia nielimiki, ambayo ni miaka mitano nyuma iliyopita, ndio nimeelimika nikatoka kwenye usomi, nikaja kugundua sometime ilikuwa ni kama Mungu kutuchelewesha kukaa Dar es Salaam tukaja kuhama. Tumechelewa, sio mbaya. Tumechelewa, hatujachelewa sana, kwa sababu sasa hivi Dar es Salaam itakiwa itengenezwe iwe ni commercial city tu basi. Yani maisha yote ya siasa yanabaki, yanatakiwa yahame. Hata hii mahakama kuu hii ambayo inasikiliza kesi ya tundulisu inatakiwa ihame, ihamie Dodoma. Masuala yote ya kisheria makubwa ya nchi, masuala yote ya kisiasa ya nchi yanatakiwa yahamie Dodoma. Dar es Salaam ibaki kama moyo mkuu wa uchumi wa Tanzania. Ndugu zangu, huu ni ushauri naipa serikali. Kisutu ihame quick fast kwa usalama wa uchumi wa Tanzania, kwa sababu angalia, Chadema wanataka waandae wa maandamano katikati ya jiji la Dar es Salaam tu, kwa nini? Ndio atapata watu wengi kwa kwa haraka zaidi, na kuchochea machafuko ambayo yanaweza yakayumbisha serikali. Sitaki niende huko, nilikuwa nakupa picha kinachoendelea Kenya. Kenya inatafunwa na ukosefu wa ajira ulio mkubwa ambao hawakuwahi kuushuhudia tangia wapate uhuru, na kadri siku zinavyokwenda ukosefu wa ajira Kenya utaongezeka sana haya machafuko, kisa sio tu Albert kuwawa, kisa sio na huyu amepigwa risasi na polisi. Wa Kenya hawana kazi, wako vijiweni, ukiwaambia kulima hawataki awa, kulima wamesomea sheria tu, yani wa Kenya wengi ni akina Boniface akina Martha Karua full stop. Kwa hiyo wanajua vitu yani, wanaijua wa, yani wanaijua serikali kuliko serikali inavyojijua yenyewe. Kitakachotokea ni moto moto jumlisha moto. Kwa hiyo tatizo la Kenya ni kuto kukubaliana na mabadiliko ya dunia kwamba kipindi wakiwa kama manufacturing center of East Africa and Central, walikuwa na ajira nyingi sana, kwamba kila Mkenya alikuwa amalize la tatu hata asisome atapata kazi kiwandani tu. Hii ni elfu mbili na ishirini na tano, Marekani sio kiranja mkuu wa dunia tena. Uingereza sio kiranja mkuu wa dunia tena. Urusi ni kiranja mkuu wa dunia, China ni kiranja mkuu wa dunia, wakubwa wameongezeka. Ndio maana mnaona baadhi ya bidhaa ambazo Tanzania wa, mlikuwa mnawatengenezea, sasa hivi wanazalisha wenyewe. Wakena tukiwa mjiulize maswali, hivi viwanda vyetu vinakufa, vinakufa kufaje? Soko limekufa, kule tulikuwa tunapeleka bidhaa Sa, sasa hivi nao wanazalisha. Kenya, hali ya kukosa kazi ni, iko juu, unemployment rate is all time high, na hawataki kukubaliana na hiyo hali. Wanasiasa wa Kenya hawawaambii raia wao kweli, sijui na wao wanasiasa ni hawajui. Hmm? At least huku kwetu tumelelewa tukiwa tunaambia ukweli. Viwanda hatuna, tulime. Hiyo ni kuanzia day one hata Nyerere anaitawala hii nchi. So kama Nyerere alikuwa hana maono ya kujenga maviwanda mengi, Nyerere alikuwa na maono taji mazingira bora, ila walimwengu walikataa kwa sababu tu mswada wa world order Nyerere aliukataa. Mtu atajiuliza hivi mswada wa world order ni upi? Mswada wa world order ni wachache wamiliki ardhi yote ya dunia alafu wawaamrishe wengine wanavyotaka wao, ili wawape hiyo ardhi yao. Sijui umenielewa. Yani, world order ni ushetani vibaya mno, ndugu zangu. Dunia haina njaa, njaa inatengenezwa. Nimewapa mfano kwamba Elon Musk anaweza akagawia watu pesa dunia nzima na akabakiwa na hela. Kwa nini haigawi? Uesha kujiuliza. Kilio changu hii katiba mpya ambayo Tanzania tunakuja kuiandika, tuhakikishe ardhi ni mali ya Mtanzania, kama kwa, kwa wachina ardhi ni mali ya mchina na serikali ya CCP inasimamia hilo moja. Asira kubwa ya Wamarekani ni wa China wanavyosimamia ni serikali ya China inavyosimamia wananchi wao kuifurahia nchi yao. Achana na kelele za Wakenya, wana GDP kubwa. Unajua, Mkenya anapokuambia ana GDP kubwa alafu na Mtanzania una GDP kubwa, ni sawasawa na ni sawasawa na Mzarama wa Dar es Salaam anam, anamringia Mnyamwezi wa Tabora kwamba sisi Dar es Salaam tuna magorofa mengi kuliko huko kwenu Tabora alafu wakati huyu mzaramu anaongea hayo maneno ana kinyumba cha nyasi kiko sijui wapi huko. Ndio sawasawa na mkenya kumwambia mtanzania sisi tuna GDP kubwa, wakati wana njaa isiyoelezeka. Njaa inayowatafuna wakenya haielezeki. Kila mtu amesomea sheria anajua kuliko serikali inavyojua. Alafu kibaya zaidi, wanasiasa wa Kenya hawataki kuwaambia ukweli raia wao kwamba dunia imeshabadilika. Kenya hawezi kuwa tena kiranja mkuu wa Afrika Mashariki na Kati kama zamani. Miongo miwili nyuma iliyopita, yaani 99 kuja 2000 hapo, Kenya alikuwa ndio kiranja mkuu wa Afrika Mashariki na Kati. Yaani Mkenya alikuwa anaabudika popote anapokwenda. Kwa sababu so, ndio mgawa riziki Tanzania, ndio mgawa riziki, riziki Uganda, ndio mgawa riziki Zambia, ndio mgawa riziki Rwanda, Burundi, Kongo, kote huko. Kenya yeye ndio alikuwa kiranja mkuu. Aliyempa huo kiranja nani? Marekani na Uingereza. Angalia hali ya Marekani na Uingereza. Kinachoendelea Marekani na Uingereza ndicho kinachoendelea Kenya. Tatizo kubwa la Kenya ni unemployment, ukosefu wa kazi, kitu ambacho hawakuwahi kukipitia tangia wapate uhuru. Kenya imepata uhuru kwa mikononi mwa wazungu na ikufukuza wazungu. Nyerere kafukuza wazungu, Jomo Kenyatta akamtukana aka, aka. Naamini Kenyatta na Nyerere wako kwa mungwe, wanaangalia huko chini jinsi matatizo yanavyowatafuna wa Kenya. Nahisi wanaongea mba, Kenyatta, haya matatizo uliwatengenezea raia wako. Hakuna kitu kibaya kama kulelewa kwenye uongo. Tunaonaga hata watoto wa matajiri baba zao wakifilisika wanavyoteseka, hawajui kushika jembe, hawajui hata kuchukua roba ukaukote makopu, watavuta bangi, madawa kulevya, quick faster, wanakufa inakuwa ni hasara kwa ukoo. Wakenya, suluhisho la Wakenya ni kukubali ukweli kwamba wao sio viranja wakuu wa Afrika Mashariki tena, wachukue jembe wakalime, na sio kuishia kusomea siasa kama akina Madha Karua na Boniface kuzunguka, eti haki za binadamu. Unaweza kuzungumza haki za binadamu ujala wewe? Kenya, matatizo yenu ni njaa. Ingekuwa mmeshiba, msingeandamana hivyo. Suluhisho la matatizo yenu, chukueni jembe, mkalime, mzalishe chakula, mle, mshibe, mpunguze makasiriko. Watanzania, wa Kenya, tujitahidi, tuelimike, tusiwe wasomi.